Mbele yenu ni sisi, Kituo cha Wanahabari Watetezi wa Rasilimali na Taarifa, kwa kifupi MECIRA. Mnakumbuka kwamba siku chache zilizopita tulikuja mbele yenu tukapaza sauti yetu kukemea baadhi ya wanasiasa wanaotamani kuturudisha kwenye machafuko yasiyokuwa na maslahi kwa taifa letu kwa sababu za matakwa yao ya kisiasa. Tumepokea maoni mengi na miongoni mwa hayo maoni tumeyafanyia kazi na leo tumeona tuje tena mbele yenu kuwaambia hatua kadhaa tulizochukua. Jana tarehe kumi na sita mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano sisi MECIRA tulipeleka hoja zetu mahususi kwa ubalozi wa Marekani, kwa balozi wa Marekani nchini Tanzania na kwa balozi wa Kenya nchini Tanzania, tukieleza mambo mbalimbali mbali. Katika hoja zetu tulizoziweka kwenye barua zetu hizi Nitawaonyesha, hii ni nakala ya barua iliyopokelewa tuliyoipeleka ubalozi wa Marekani, tukimwadresi mheshimiwa balozi wa Marekani. Hapa ni kielelezo kwa barua imepokelewa, na hii ni nakala ya barua tuliyoipeleka yenye hoja mahususi tulioipeleka ubalozi wa Kenya tukimwadressi balozi wa Kenya. Hizi hapa mnaweza mkaziona, hii tumeipeleka Marekani, hii tumeipeleka Kenya. Tumezipeleka mahususi kupeleka hoja za Watanzania sisi, kwamba nchi ya Marekani pamoja na kwamba tunaheshimu mfumo wao wa utawala bora wa kidemokrasia unaoheshimu na kulinda haki za za binadamu na utu wa watu, lakini taifa la Marekani, ardhi yake, uhuru wake unatumiku, unatumiwa vibaya na mmoja kati ya wana, wanaojiita wanaharakati akitumia kukaa kwake Marekani kutengeneza machafuko vurugu, mauaji, vifo na chuki nchini Tanzania. Tumepeleka Ubalozi wa Kenya kuwaambia pamoja na mahusiano yetu mazuri ya, kita, ya, ki, ya ki East Africa, sisi na Kenya, pamoja na mahusiano yetu ya muda mrefu, ardhi ya Kenya imetumika kutunza wanaojiita wanaharakati waliojificha Kenya wakichochea vurugu, matusi, chuki, hatimaye vifo kwa watu wasiokuwa na hatia. Kwa hiyo katika barua zetu hizi tumejenga hoja mbalimbali mbali, ambazo tunafurahi balozi zote zimekiri kupokea. Miongoni mwa hoja hizo ni pamoja na kuyataka mataifa haya pamoja na mambo mengine hususani taifa la Marekani tumemwomba balozi wa Marekani, yeye awe daraja la kuhakikisha Marekani na dunia inapata taarifa sahihi kuhusiana na masuala yanayoendelea Tanzania. Ukizunguka Dar es Salaam, ukizunguka e, Dodoma na kwingineko utawaona Watanzania wametulia, wako bize wanafanya shughuli zao za kila siku, lakini vikundi vya watu wachache waliojificha Marekani na Kenya na yule mmoja wa Kenya, Maria Sarungi, amekimbia Kenya sasa hizi amekwenda Scandinavia. Wao wanatengeneza sintofahamu kana kwamba Tanzania si mahala salama pa kuishi kwao. Tumemwomba balozi wa Marekani ahakikishe ana, katika taarifa zake anatoa taarifa iliyokuwa balanced iliyofuata uhalisia wa ardhini pana, pana nini kwa maana ya Dar es Salaam na Tanzania. Tumemwambia pia balozi wa Marekani asitumie taarifa za upande mmoja. Kwa mfano, mmoja kati ya taarifa yao wamesema kuna ukandamizaji wa dini. Sisi Tanzania tangu tumezipokea Ukristo, tumeupokea Uislamu tangu kabla hatujaitwa Tanganyika, hatujawahi kuwa na mgogoro wa kidini. Kwao ubalozi wa Marekani lazima ufahamu kuchukua taarifa ya upande mmoja kuielezea kana kwamba ndio taarifa sahihi. Hapana, sisi wa Tanzania tunaishi kwa dini zote. Ndio maana mimi unaniona hapa ni mwislamu, kushoto kwangu yupo Mkristo na tunaenda na maisha yanakwenda, na nyinyi mnajua hata mtaani pale. E, ukiwa Mkristo huwezi kuchinja ng'ombe wako au kuku wako, utatafuta Mwislamu akuchinjie. Kweli si kweli? Kwa sababu unaamini anaweza akaja mtu wa Kiislamu dakika yoyote nyumbani kwangu, anataka kula. Kwa hiyo lazima nichinje kuku huyu, achinje Mwislamu. Yaani Mkristo ananunua kuku, achinji, anasubiri achinje nani? Muislamu. Kwao tumewaomba ubalozi wa Marekani wazingatie hilo, wasiingie kwenye mkenge wa kusindikizwa kisiasa kama ambavyo wanaharakati wachache wanaotumia akaunti za mitandaoni bandia kutisha watu, kuwafanya watu wasiogope wasijitokeze hadharani kupigania nchi yao. Ninyi mnafahamu watu wote wanaoshawishi vurugu hawapo Tanzania, hawaishi Tanzania. Watu wote walioumia kwenye madhara ya Oktoba 29 9 wapo Tanzania. Yani, anayehamasisha vurugu ambaye anaweza akajiona ana akili sana, lakini hayupo Tanzania, haishi Tanzania. Wanaoathirika na vurugu ndio wapo Tanzania. Kwao sisi tuliokuwepo Tanzania ni lazima tushirikiane na tupaze sauti, tupaze sauti kuwaambia dunia kwamba tunafahamu kinachoendelea kwa sasa. Tumeziomba hizi taasisi hizi, haya, mashirika, haya mataifa mawili ambayo kwa, kawa, kwa hakika ndiyo yametuvuruga ya kufika hapa yawe yachukue yatuheshimu, ya waheshimu wa uhuru wa ndani wa taifa letu yatuheshimu kwamba sisi ni taifa ambalo tuna mipango yetu tunaweza tukaishi na anaweza kuthibitisha hilo. Pia juzi hapa meona kuna video inasambaa ya Mange Kimambi, video anasema katika namna ambavyo ya kuwashawishi wa Tanzania wafuasi wake wamuombe arudishiwe akaunti zake alizozitumia kufanya uchafuzi amekili mambo mawili. Moja, amekili kwamba kitendo cha Meta kuzuia akaunti zake kimewakwamisha sana kufanikisha vurugu ya tarehe tisa Disemba. Lakini kama mjaona, amewashukuru wa Kenya specifically, amewaomba tunaomba, ndugu zetu wa Kenya watuombee, watume emails, wafanye nini, watusaidie kama wanavyotusaidiaga ile kama wanavyotusaidiaga, maanake kama walivyowasaidia kuwatunza kina Maria Salungi na Nairobi, kama walivyowasaidia kuwatunza kina Hilda wa Chadema, kuwatunza kina Mwaipaya wa Chadema, ili watuendelezee kutuvurugia vizazi vyetu. Kwa hiyo sisi tunasema MECIRA, Tanzania hii haina mbadala. Tanzania hii haina mwenzake. Tanzania ni moja na inatakiwa ilindwe kwa nguvu zote. Kwa hiyo kwa kufupi kabisa, katika barua zetu hizi kwenye hoja zetu pamoja na mambo mengine tumewataka e, na tutashare hizi, tutawapa kwa sababu hii ni pub, tumetoa nakala kwa public na tutaomba waandishi mwafikishie Watanzania wasome maoni yetu, lakini tumewataka e, taasisi hizi za kimataifa hizi nchi mbili hizi zikae katika mstari wake. Utaona kwamba tumewataka wa Marekani kwa mfano wahakikishe wanachukua factual, accurate and balanced information kuhusiana na hali iliyopo Tanzania. Hoja ya pili tumewaomba wafanye kitu kinachoitwa uphold and respect the principles of non interference, hayo masuala ya kuto kuingilia masuala ya ndani. Lakini tumeitaka Ubalozi wa, wa Marekani nchini Tanzania, wakisha waambia ukweli taifa lao la Marekani, watusaidie kuambia ukweli mamlaka za Marekani kule Marekani waweze kumrudisha Tanzania mwanaharakati Mange Kimambi arudi Tanzania arudi Tanzania kwa sababu ana kesi za kujibu. Tawaelewesha duniani kuna hadithi za machafuko yaliowahi kutokea hapa. Mmesikia watu wanazungumza kuhusu watu wamekufa, si tumewasikia? Lakini hata mtu huyu hajawahi kusema wale watu kwa nini wamekufa bila kutaja namba yao kama tunavyo, tunavyo, watu sana kuhusu namba, wamekufa wangapi bila kutaja namba. Kwa nini wamekufa? Watu wamekufa kwa sababu kuna watu waliowachochea. Sasa watuhumiwa ni wawili hapa, tunahangaika sana ee, serikali. Hapana, watuhumiwa ni wale walioua wale watu, kama tunataka kutenda haki na wale waliochochea, yaani yule mtu ambaye alikaa miezi sita anaandika kwenye anaandika kwenye mitandao anaandika anajenga chuki yule ni mtuhumiwa sawasawa na yule mtu ambaye tunataka tumtuhumu kwa kuua. Ndiyo maana mauaji ya Rwanda waliofungwa ni walio walioua na waliochochea wakiwemo wanahabari. Mtakumbuka vurugu zote zilizotokea duniani watu wote waliohusika, kuna pande mbili. Kwa hiyo sisi tunamtaka tunaitaka ubalozi wa, wa, wa Marekani pamoja na kuheshimu utawala bora pamoja na kuheshimu freedom of expression. Sisi tunaamini freedom of expression haina maana kuwa ni freedom of violation. Unaweza ukawa na uhuru wa kuzungumza, unaweza ukawa na uhuru wa kueleza hisia zako, lakini lazima uheshimu misingi ya unaozungumza. Leo watu wote waliosababisha watu wao wanaosema wamekufa, wafe hawasemwi waliosababisha watu kwa kufa ni Maria Sarungi ambaye amekimbia kutoka Kenya amekimbilia Skandinavia. Waliosababisha watu wafe ni kina Mange. Sasa sisi tumeona tusihangaike nao, tufate balozi zao kule ulipokaa, tuwaambie nchi zenu zina amani, zina furaha, lakini ardhi yenu inatumika kuleta vurugu Tanzania. Ardhi ya Marekani inayomhifadhi Mange Mange analeta vurugu Tanzania, amesababisha watu waumie, amesababisha watu wafe, amesababisha miundombinu iharibike, lakini yupo ardhi ya Marekani. Kwaio tunaamini Marekani sifa yake haitunzi wahalifu, tunaamini Marekani haicheki na wahalifu, ndiyo maana inapambana dhidi ya ugaidi ndio maana inapambana kikali dhidi hu hu hu hu ya hujumu uchumi. Kama mfahamu hizo sheria za hujumu uchumi, utakata fedha zote zimeanzia Marekani. kwa sababu Marekani hawana udugu na uhalifu. Sisi Tanzania tunaye mhalifu ambaye ni mtanzania mwenzetu amejificha Marekani. Kwao tumeiomba ubalozi wa Marekani wawaambie ukweli wanapotaka kujua, kwa sababu Marekani, taasisi za Marekani zikitaka taarifa zitaanza na balozi wao hapa nchini. Kwao tumemwomba awaambie ukweli kwa barua hii, kwa hoja humu, kwamba wanaye mhalifu anayetumia uhuru wa Marekani kusababisha watu wafe huko. Kenya wanao wahalifu wanaotumia uhuru wa kujificha Kenya kusababisha watu wafanye vurugu Tanzania. Kwa hiyo huo ndio msingi wa hoja zetu, na tumeanzia kwenye balozi, tutakwenda kila wanapopita watu wote wasioitakia mema taifa letu tutakwenda kwenye jumuiya za kimataifa, tutakwenda kwenye jumuiya za kikanda, tutakwenda kwenye jumuiya za kidunia kuwaambia taarifa mnazopewa na wanaojiita wanaharakati kwanza ni za uongo, lakini pili zimekaa upande mmoja, zinaegemea kwenye kuchafua taifa. Baada ya kusema hayo, nafikiri nimeeleweka. Sisi MESIRA mmetuelewa. Tunahitimisha kwa kuambia kwamba tunahitaji tushirikiane, wanahabari tupiganie taifa letu watu wote wanaohamasisha vurugu hawapo tanzania mimi na wewe ndio tulijifungia ndani tarehe ishirini na tisa hatukuweza hata kuandika habari kwa zaidi ya siku nne mimi na wewe ndio tarehe ishirini na tisa watoto wetu hawakwenda shule kwa zaidi ya siku nne wenzetu waliendelea na shughuli zao kama kawaida walipata walichokuwa wanakipata kama kawaida sisi tuliokuwa ndani ni sawasawa na watu ambao wapo kwenye ngoma ndio tunajua uzuri na ubaya wa mdundo wa ngoma. Tukemee. Tunazitaka taasisi mbalimbali, tunazitaka jumuiya mbalimbali hapa nchini, kama ambavyo zinakuwa haraka kukemea changamoto zinapotokea ukiona serikali imefanya makosa, ndivyo ambavyo tupaze sauti kwa pamoja kuiambia jumuiya ya kimataifa imeshikilia wahalifu, watu ambao wanahamasisha vita watu ambao wanasema bora nchi pasuke ili fulani ashindwe, hao sio watu wa kuwashikilia. Wanatakiwa waje hapa wajibu tuhuma za kusababisha vifo, kama ambavyo watuhumiwa wengine. Na nani kafa mtu kujiu? mtu hawezi kukufa kama hakuna mtu aliyochochea. Mimi nimesema wanaolalamikiwa kuua wanatakiwa walalamikiwe sambamba na waliosababisha wale watu wakafe. Umenipata mimi? Si watetei wanaolalamikiwa kuua, nasema mbona tuna, la, tunawalaumu, walio tunaosema wameua tu, hatuwalaumu waliosababisha hao watu wakafe. Umenipata zungu? Kwa hiyo tunataka sisi, walioshawishi wale watu wafanye vurugu, matokeo ya vurugu zile watu wakafa, wapate haki yao kwa kurudi nyumbani hapa kujibu mashtaka, kwa nini wamefanya uchochezi masuala mengine la ma, malalamiko ya kuteka watu, hakuna mtu wote anataka, wote tunatamani hiyo biashara isitokee bila kuingilia taratibu za nani kateka, kwa nini kateka, lakini hali tu ya kutekana sio nzuri, hakuna mtu anayependa, kila mtu anatamani kuishi huru. Lakini je, utatumia hoja ya mtu mmoja aliyeumia ukaumize wengi? Hapana. Kwa hiyo ile ile haki ambayo tunaidai kwa watu ambao tunasema wameua wenzao ndio haki hiyo hiyo tuidai kwa waliosababisha vifo. Ndipo hapo unaona sasa umuhimu wa faida ya serikali. Nasema tuliviane tusonge mbele, lakini sasa wenzetu wanaendelea kuchochea. Nakushukuru Bwana Zungu Kivumbe, una swali eh? Hey, hatukuwa na sababu ya kutoka hapa kwenda Marekani kueleza hoja zetu kama kwanza upo ubalozi ambaye yupo mwakilishi wao hapa tumeona tumfikishie hoja zetu azipokee na tukamwomba maombi yetu ayapeleke kwake. Ikatokea wakapuuza wakaendelea kuwa, kuwawezesha watu ambao wanahamasisha vurugu hapa Tanzania, tutafata taratibu zote, tutafata taratibu za kisheria, tutafata taratibu za kibalozi za kidiplomasia, tutapata tutafata taratibu za kihaki ili kuhakikisha watu wote ambao wamedanganywa. Tunavyozungumza saa hizi kuna watu wanaamini Tanzania kumechafuka kwa sababu ya hawa watu. Kuna watu wanaamini Tanzania kuna vurugu kubwa kwa sababu ya hawa watu. Tutafuata hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza tumepiga hodi kwa, kwa mlango wa kuingilia kwao. Watu kama wa Kenya wametujibu pale pale, jana wametupigia simu, simuomba barua yenu basi pia Tuka foreign, iwafikie sasa. Wasipotujibu na tumewapa sisi wasipotujibu au tusipoona chochote kimefanyika, dunia hii ina namna nyingi za kusukuma ajenda, dunia hii ina namna nyingi za kufikisha ujumbe, kama ambavyo wetu wema waliwaambia Meta kwamba huyu mtu anafanya vurugu, anahamasisha mauaji, Meta wakafunga akaunti zake. Ndivyo hivyo hivyo, sisi watu wema wengine tutatoka mbele na kufika kwenye taasisi za kimataifa zote ambazo wanazikimbilia huu sio ugomvi wa serikali na wanaharakati, huu ni ugomvi wa wanaharakati wachochezi dhidi ya uhai wa Watanzania wa wa Tanzania. Kwa hiyo sisi Watanzania tukikaa kimya tukasubiri msemaji wa serikali aseme, tukikaa kimya tukasubiri serikali itoe tamko, siku tutajikuta tumepotea, kwa sababu hata juzi tarehe 29 ilitokea changamoto, mnakumbuka? Kwani msemaji wa serikali alipata internet? Hakupata wote, tulikuta hatuna nini internet wote tua, tunaambia tuwale saa ngapi, tuingie ndani saa ngapi, saa kumi na mbili. Maanaake nini? Maanaake wao wanafanya vurugu wakiamini wanakomesha baadhi ya watu, ila wanaoathirika ni zaidi ya wanaowalenga. Kwa hiyo tumeamua kabisa, tutasimama kwa sababu ya taifa letu, tutasimama kwa sababu ya nchi yetu. Wao watu ambao wanaamini wanawachukia, madhara yanayotukuta ni zaidi ya, ya, ya wanaowachukia. Leo taifa letu hatuna taifa lingine, na tutatoa ripoti sisi namna ambavyo e, wafanyabiashara namna ambavyo taasisi za, za elimu namna ambavyo sisi wanahabari tuliathirika kwa pamoja kutokana na vurugu zilizochochewa na wao za tarehe ishirini na tisa. Kwa hiyo ujumbe tunataka kusema ni kwamba hakuna tunda linaloota bila mbegu. Mbegu ya vurugu za tarehe ishirini na tisa na vurugu walizotaka zifanyike tarehe tisa inatokana na hawa wanaharakati ambao wametumwa kutuvurugia taifa letu. Sisi Mesira hatuwezi kuwa sehemu yao. Hatuogopi watutukane, hatuogopi watubeze, hatuogopi watukejeli. Tutasimama imara kuhakikisha taifa letu linaheshimika mbele ya dunia, kuhakikisha viongozi wetu wanaheshimika mbele ya dunia, heshima yao inalindwa na kuhakikisha hakuna upotoshaji utaingia kwenye vichwa vya watu. Tutazunguka kwenye vyombo vya habari, tutazunguka ndani, tutazunguka kwenye vyombo vya habari vya nje, tutazunguka kwenye taasisi za ndani, tutazunguka kwenye taasisi za nje, kuhakikisha watu wajue kwa nini watu wanaochochea vurugu, wanaochochea mauaji, wanaochochea kutokuheshimika kwa, kwa mamlaka za nchi wanawakumbatia kwenye mataifa yao. Mimi nafikiri imetosha jamani, au sio? Zungu unasemaje? Moja. Karibu